Wengine wako wenye wao kuwa nazo nikawakawia. Mm. Tukaingia saa kidogo tu. Eh, waka wakaanza kutangaza. Kidogo tu wakasema kuna sasa tushamaliza kuna kijana atakuja kupanda chikwa ndio wafanye nini? Ndio wakate hizi na makazi ndio waanze kupeana machakura. Mm. Kasema watu msiende chakula ika hapa mingi sana. Ilikuwa ma trailers mlete chakula. Sasa wiyo, sasa kwa hiyo harakati tulikuwa tumekaa hivyo kichana mwenye akakuja kukuja hivi na alikuwa Bahati. Sasa vile alipanda tu chukua papa roho yangu vile ilimwaza vile ikastuka, yaani kile kitu umepoteza kitu yako na umeipata. Roho yangu ikastuka, nikasema kwaniwele. Ikasimama kwa, kwa kicha shida ni nini kumwangalia, na sauti ikanikucha, ikaniambia huyo ndio mtoto wako ulipeleka chitu na ukakataa kupea mm -hmm. nikasema eh. Nikanyamaza, sa hiyo kitu ikawa nanisumbua vile tulipewa chakula tukakucha, tukafika kwa nyumba. Mama, unamaanisha Bahati ni mtoto wako? Sasa vile ikikucha, mm, roho ikaniambia ikani, hiyo yes, ni mtoto wako peka chitn. Sasa vile nimpeleka akiwa mdogo siwezi nikakumkumbuka, mm, Chukutajua mtoto sana kwamba akiendea akipatili akipatisha, lakini nikuwa namfikiria hata nikikaa siweziambia mtu, lakini nakaanga nikijua kuna mtoto nilimpeleka nje sasa kwanza tu ni siri yangu tu peke yake oh. E, najua niko na mtoto nishampeleka. mm. Mm. Sasa hiyo roho ikastuka hivyo, nikakuja nikafika kwa nyumba, na wakati huo nilikuwa napenda sana kuomba Mungu, nikapika makoti nikaomba nikasema, Mungu, mbona mona mtoto lakini roho inanisumbua, ti mtoto ni wangu na sasa nimpeleka mdogos